Tulishinda mwaka jana, tutashinda mwaka huu, tutashinda miaka yote, kwa sababu kamwe Mungu hajaweza kuliacha taifa hili. Tumeshinda mwaka jana mpaka tukaingia kwenye uchumi wa kati, na korona ipo, uchumi ukaendelea kupanda, na korona upo, miradi ikaendelea kutekelezwa, wala hatukuweka lockdown. Hata sasa hatutaweka lockdown, kwa sababu tunajua Mungu yupo siku zote.

phone check 1212 anaitwa Dully Sykes, kutoka pande zetu hizi hizi za 255 Bongoland, kwenye ardhi ya baba wa taifa. Wimbo unakwenda kwa jina la Baby Candy. Nafikiri Baby Candy ni moja ya moja kati ya nyimbo bora kabisa kutoka kwa msanii mkongwe huyu Dully Sykes, kutokana na the fact kwamba kuna balance. Yeah, nafikiri filosofia yangu ya maisha ni balance, na, na wale najaribu kutafuta balance kwenye kila kitu. Kuna balance kwenye wimbo kati ya ujumbe unaotolewa na namna ambavyo wimbo wenyewe una sound. Wimbo una sound vizuri sana lakini vile vile ujumbe unaotolewa ni mzuri sana especially kwa watoto ambao walikuwa shule na ba, na ambao bado wako shule kwa sababu wimbo bado una remain kuwa relevant mpaka hivi ninavyoongea. Ah uh, Dudi Sax aliamua kuongea na watoto ambao wako shule na kuambia kwamba bwana eh, ndeni shule kwanza, mambo ya love baadaye yatafuata. Na Dudi alifanya kikitu kwa kujitolea mfano yeye yeah, mwenyewe kwamba kuna Baby Kendi ambaye anampenda kichizi lakini e yeah, anamshauri yeah, na, na, na kwamba aende shule kwanza. Na kwa msanii wa kaliba ya Dully Sykes kufanya kitu kama hiki ilikuwa ni mfano mfano kwa wasanii wenzake, lakini pia ulikuwa ni mfano kwenye jamii kwa ujumla, kwamba unapokuwa in a position of power unatakiwa pia kuwa responsible kwa kiasi fulani, kuweza kumake sure kwamba mambo yanaenda vizuri, especially kwa a watoto wadogo ambao hawawezi wako under 18 na wakati mwingine wanashindwa kuamua ma ma ma maamuzi sahihi katika maisha yao. Kwa hiyo ni vizuri kwa vion, kwa watu wazima na wale watu ambao wako in a position of power kuweza kuwasaidia uh, katika kufanya maamuzi. Na moja ya maamuzi ni kuweza kuwaongoza kuwa njia kama hivyo, kuambia bwana nendeni shule kwanza, vitu vingine baadaye vitafuata, au sio. Kwa hiyo nafikiri uh, ningependa kumpa shout out Dulics kwa kuweza kuamua kuona kufanya ngoma kama hii na ilikuwa ni hit song kwa kwa maana ya kwamba iliwafikia watu wengi sana, na muziki unapokuwa unafikia watu wengi maanake, na ule ujumbe ambao uko ndani ya huo muziki unapata nafasi pia ya kuwafikia watu wengi sana. Kwa hiyo yeah, shout out to Dolly Sykes. Na ni msanii ambaye ameonyesha um, alionyesha na ameonyesha responsibility ya hali ya juu lakini pia nakumbuka kwa sababu Dully Sykes ni msanii wa muda mrefu kidogo, na mimi nilifahamu kwenye wimbo wa unaitwa Julieta. E, na kama unaojua huu wimbo na kama ulikuwa unaenda shule by the time Julieta imetoka, ndio mzee mzangu, inabidi sasa hivi uangalie mambo ya kuandika wosia na vitu kama hivyo, tushaze yeye kama mwanangu. Kwa hiyo hakuna hakuna namna hapo. Kwa hiyo yeah, since Julieta uh, mpaka leo hii Dully Sykes ni mkongwe, nafikiri hiyo ni topic ambayo haihitaji hata maelezo mengi sana, ni mkongwe, ni legend uh, kwa sababu neno mkongwe sometimes naona kibongo bongo linakuwa kama lina negative connotation, kuna watu wengine wanachukulia kama unawazeesha ukiwaita wakongwe, lakini ni heshima kwa namna moja au nyingine kumuita mtu mkongwe, kumtambua kama legend wakufa kwa kwenye sanaa fulani, nafikiri ni kitu kizuri um, kwa nilichokuwa nataka niseme kwamba kuna kipindi Dully Sykes alitoa wimbo naitwa Nyambizi na wimbo ulikuwa very controversial as far as uh, content maudhui aliyokuwa ndani ya ule wimbo, na kuna baadhi ya maneno ambayo aliyatumia. Nakumbuka alikuwa mdogo, lakini wali wali, walimwandama sana, wakasema kwamba ule wimbo ulikuwa hauna maadili, umeona. Kwa hiyo nilikuwa nataka kueleze, kuelezea tu story kwamba kutokea Dully Sykes yule ambaye alikuwa anaandamwa vile na mpaka kufikia Dully ambaye alikuja kutoa uh, Baby Candy unaonyesha inaonyesha growth inaonyesha kukua uh, sio tu kimawazo, lakini pia kisanaa kwa sababu ya kuwa responsible ni part ya ya ya ya kuwa uh, ni part ya usanii wenyewe. Kwa hiyo wasanii pia wanapaswa kuwa responsible. Kuna unaimba nyimbo za bata unaimba nyimbo za nini, lakini kuna time unafika, unatakiwa uangalie tatizo ambalo lilipo kwenye jamii na uweze kuli kulitafutia ufumbuzi, aidha kwa kushauri au sometimes hata kwa kusuggest tu swali kwamba okay, jamani, kuna swala hili hili na hili je, tunafanyaje kujitoa katika umtego? Kwa hiyo yeye, yeah, shout out kwa Dudu Sykes kwa kuwa responsible, na nafikiri Baby Candy ni moja ya nyimbo ambazo zitaishi muda mrefu sana, kwa sababu message yake bado iko relevant na watu wengi wana wanaupenda wimbo na sound vizuri masikioni, lakini vile vile vile ujumbe ujumbe wake pia ni mzuri masikioni. Kwa hiyo ya hiyo ndio sababu mbona nafikiri bebikendi ni moja kati ya nyimbo bora kabisa za za Dully Sykes, ye yeah. Mbali na hiyo, karibuni sana wanangu katika wanangu podcast, mini host wako yule yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict. Uh, Wanangu Podcast ni sehemu ambayo tuna share vitu ambavyo tunavipenda, ni sehemu ambayo tuna share vitu ambavyo tunavijali, ni sehemu ambayo pia tuna share vitu ambavyo vinatukera vile vile. Kwa hiyo tunaangalia pande zote mbili, balance again, balance. Yeah, so na ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru uh, watu wote ambao mlitenga muda wenu ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiza episode 1 ya Wanangu Podcast, lakini vile vile mkuishia hapo tu, mkaendelea mbele, mkaendelea, mkatoa maoni yenu, mka comment Bwana, ni kitu kikubwa sana ambacho kimeendelea kunitia moyo uh, niendelee kufanya hii kazi, au sio? Kwa hiyo tutaendelea ku, ku, ku uh, tutaendelea na wanangu podcast, hiyo haina haina ubishi kwa sababu watu mmeonyesha moyo kwamba mnajali na mmeonyesha moyo kwamba mngependa kuendelea kwa kusikiliza hizi uh, materials. Kwa hiyo yeah, tutaendelea na wanangu podcast. Ningependa tu kuwapa shout out wana wote ambao mmeonyesha moyo wa kusupport mpaka sasa hivi ya, yeah. So leo nilikuwa napenda kuongelea kitu kimoja ambacho kuna kuna mtu ameniuliza uh, through WhatsApp akisema ningeomba uongelee kuhusu, najua wewe unasoma vitabu, ningeomba pia uongelee kuhusu usomaji vitabu, kama kuna dondoo ambazo unaweza ukazitoa, ambazo unajua zinaweza zikawasaidia watu, basi unge unge share, kwa sababu sasa hivi ume, ume tumefurahi kwamba umeanzisha hiyo platform ambayo itakufanya wewe uweze kushare kwa kwa kirahisi zaidi. Kwa hiyo nikamwambia sawa, nitalifanyia kazi. Nikaona yeye alina haja ya kulichelewesha kwa sababu pia ni, ni, ni muhimu zaidi. Uh, usomaji wa vitabu, nafikiri njia rahisi ambayo mimi nitaweza kuizungumzia ni kupitia historia yangu mimi mwenyewe. Uh, ni kwamba mimi sio kwamba watu ambao nimekuta watu ambao nimekutana nao kuanzia miaka mitano iliyopita wanafikiri labda nilikuwa nasoma vitabu kuanzia nikiwa mtoto lakini sio kweli. Hiki ni kitu ambacho nimeanza kukifanya mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na nane. Kwa hiyo ukihesabu mpaka sasa hivi, nafikiri niko kwenye mwaka wa tano, na tangu nilivyoamua kuanza kusoma sijarudi nyuma kiukweli, nimekaza, nimekuwa nikisoma constantly. Ningesema kwa ningependa kwanza kusema kwamba kama una kama unahisi kwamba una uvivu wa kusoma vitabu, pengine sio kosa lako, kwa sababu usomaji wa vitabu sio kitu ambacho tunazaliwa nacho. Unajua, kuna vitu ambavyo tunavifanya naturally, kama kusikiliza, kuongea, ni um, uh, vitu ambavyo tunafanya naturally yani hautumii uh, nguvu nyingi, kwa sababu in nature umezaliwa kufanya hivyo vitu, lakini kusoma vitabu uh, ni, ni skill ambayo unatakiwa ujifunze, na ndio maana hata tukienda kindergarten tunaanza kwanza kufundishwa alphabets, kwa sababu zile ni codes Yani alphabet kwa kifupi, kwa lugha nyingine ni codes ambazo unajifunza, ambazo utazitumia kwenye lugha, kwenye kwa kwenye lugha especially kwenye kuandika. Kwa hiyo kuna master A to Z au A to Z, ukisha master basi, wanaanza kufundisha baadaye namna ya kuweka hizi hizi alphabets kwenye group, and then unaunda maneno, and then watakwambia hayo maneno yanamaanisha nini. Kwa hiyo is a process, sio kitu ambacho tunazaliwa nacho. Mfano wa rahisi ambayo naweza nikakupa ni kwamba binadamu akizaliwa hana haja ya kupitia mafunzo yoyote yale. Kama ukimweka tu sehemu ambayo binadamu wenzake wanaishi, basi atajifunza kuongea, atajifunza kusikiliza, atajifunza hivi vitu kwa sababu ni natural, right? Lakini usomaji wa vitabu ni tofauti. Usomaji wa vitabu ni tofauti. Yaani kama mtoto akizaliwa asum akulie library akiwa iko peke yake. Yaani kwamba yeye wanampa tu chakula nini, lakini haonani na mtu mwingine, do you think atajifunza namna ya kusoma? Ni ngumu kwa sababu hizi ni kodi ambazo lazima mtu akuambie kwamba hii ni a, na ukikaa a na p mbili na l na e inasomeka apple, na apple ni ni tunda. Lazima mtu akuelekeze hivyo, kwa sababu moja kati uh, ya, ya sifa ya lugha ni kwamba lugha ni ni, ni ni ni nasibu. Sawa, ni abstract kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya kitajwa na kitaja, yaani hakuna uhusiano wowote kati ya meza na neno meza, si ndio? Kwamba neno meza lingeweza kumaanisha embe na neno embe lingeweza kumaanisha meza, na tungeyazoea, tungeyatumika, tungeyatumia kama yalivyo. Kwa sababu hii lugha, hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya maneno tunayotumia na vitu ambavyo tunavifaa, lakini kwa sababu watu walikaa wakakubaliana kwamba bwana tukisema meza hiki ndo kitu ambacho tunakimaanisha. Kwa hiyo language is conventional, si ndio? Ni kitu ambacho watu walikubaliana, wakaamua waka hivyo. Kwa hiyo point yangu ni kwamba usomaji, reading is not a natural skill right, ni skill ambayo tunajifunza na kama skill nyingine zozote ambazo tunajifunza zinahitaji practice. Kwa hiyo the more you practice the more utakuwa comfortable na kusoma. Sasa how do you practice? Njia rahisi ya wewe ku practice ni kufanya hicho kitu kila siku. Unapokuwa unafanya hicho kitu kila siku inakuwa inakujengea tabia, inakujengea mazoea. Kwa hiyo reading at the end of the day it will become second nature kwa sababu unafanya kila siku. Kwa hiyo hata kama unasoma page moja kila siku, ukisoma ndani ya mwezi, I can assure you kwamba mwezi unaofuata itakuwa rahisi kidogo tofauti na mwezi ulioanza. Kwa hiyo commitment ndio kitu ambacho kinatakiwa especially unapokuwa unataka kuanza kusoma sasa vitabu. Kwa sababu bila hivyo ule uvivu utakutawala na utakuta unajikuta kabisa unashindwa kabisa kusoma. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Lazima uwe committed. Lakini unakuwaje committed? Utakuwa committed pale ambapo utachagua kusoma vitu ambavyo uko interested navyo. Ah, kama unapenda mapishi, tafuta vitabu ambavyo vinahusu mapishi. Kama unapenda um, mpira tafuta vitabu ambavyo vinahusu mpira. Kwa mtu ambaye ni shabiki ya mpira ni rahisi yeye kusoma kitabu cha kocha fulani, let's say labda Alex Ferguson. Kwa mtu anayependa mpira yeye ni rahisi kusoma kile kitabu, kwa sababu tayari ana ana interest kwenye kwenye ile industry, si ndio? Mtu anayependa muziki, ukiniambia kitabu cha Jay-Z ni rahisi yeye kusoma, kwa sababu ana interest na hicho kitu, si ndio? Kwa hiyo tafuta vile vitu ambavyo uko interested navyo and then jifunze ku, kuwa committed kusoma kupitia hivyo vitu. Au sometimes unaweza hata usianze kusoma vitabu kabisa, unaweza ukaanza kusoma hizi blogs au ukasoma kwenye website. Kuna hizi kuna utakuta kuna news ambazo zinaandikwa page moja, unasoma hiyo kila siku kila siku kila siku, and then baadaye unaweza uka, uka advance ukahamia kwenye short stories. Kuna vitabu ambayo unakuta vina page hamsini, short stories. Unaanza kusoma vile unasoma, kwa hiyo taratibu taratibu taratibu, unajikuta ile tabia ishakuwa sehemu ya maisha yako. Na ukishafanya kila kitu, ukishakuwa tabia yako, basi ndio unaanza kuwa comfortable. Kuna msemo wanasema kwamba read what you love until you love reading. Umeona? Kwa hiyo kwa maana kwamba usome unachokipenda mpaka utakapopenda kusoma. Sasa ukishapenda kusoma, ndio utakuwa na uwezo kusoma kila kitu. Ndo maana kuna mtu anaweza kaja kushanga wewe unasoma hiki. Eh, unasoma paka. Eh, unasoma unasoma hiki, unasoma lakini kwa sababu ile tabia ya kusoma ishakuwa nisema maisha yako, kwa hiyo it's not a big deal you can read anything. Um, kwa hiyo ndo ushauri wangu, lakini kitu kitu kingine ambacho maonaga pia watu wengi wana focus kwenye hicho ambacho sio muhimu kivile ni kwamba ni speed watu wengi wana focus sana kwenye speed. Anaona hii kitabu nimeanza leo, kwa hiyo I have to finish it ndani ya 3 days au 1 week. Who told you? Na nimekwambia natakiwa umalize hicho kitabu ndani ya 1 week. Speed doesn't matter as long as wewe unasoma na unaelewa kwa speed yako. Kama una speed ya Kobe, nenda nayo hiyo hiyo. Kama una speed ya farasi, nenda nayo hiyo, lakini cha msingi ni kwamba uweze kusoma kile kitabu na ukimalize, na uweze ku retain ile zile information ambazo umezisoma na vile vile uweze kuziapply hizo information kama inatakiwa uwe kuziapply, umeona? Kwa hiyo speed sio ya msingi sana kama watu wanavyofikiria. Hakuna mtu ambaye atakujaji kama utasoma kitabu kimoja paia, hakuna mtu ambaye atakujaji, kwa sababu sio mashindano. At the end of the day, ni kitu ambacho unakifanya kwa sababu umeamua kufanya na kwa sababu tu pengine unataka ehhe, kuboresha maisha yako kwa namna fulani, au unataka kujichallenge kwa namna fulani. Kwa hiyo is it's about you mtu mtu, pekee ambaye unashindana naye ni wewe. Kwa kama utasoma kitabu kimoja kwa mwaka ni sawa, na ni bora kuliko kutosoma kitabu kabisa kwa mwaka. Kwa hiyo haina haja ya kusema mtu fulani anasoma vitabu vingapi, sijui kwa nga mtu fulani anasoma, it doesn't matter. Hawa watu wewe, wa kuhusu wewe, usoma kwa faida zako wewe mwenyewe. Na ukishaanza kufanya hivyo ndipo utakapogundua kwamba oh, kumbe this thing is entertaining, kwamba kumbe reading sio adhabu. Na anafanisha hiki kitu sawa sawa na mazoezi. Ukianza kwenda gym mara kwanza, anakuwa kama adhabu kwamba hii yes, yani mpaka hii session iishe itakuwa issue. Lakini kuna stage ukifika usipoenda gym ukikaa nyumbani unajisikia vibaya. Unaona, dah, yani ya ni muda nitakiwa niwe gym. Kwa hiyo inageuka kutoka kuwa adhabu inakuja kuwa entertainment. Hata reading ni hivyo hivyo. Utaanza utaona kabisa, ah, mbona concentration inapotea mbona au mimi sio mtu wa kusoma kwa hiyo sikutakiwa kusoma no kila mtu anapitia hiyo stage at the beginning lakini ikifika time flan inakuwa inakuwa entertainment yani ukipata kitabu kipi unakuwa excited unataka kujua nini kipo huko ndani yeah, kwa hiyo ningependa watu wawe just be yourself usimwangalia mtu mwingine usijifananishe na mtu mwingine wewe soma kwa faida zako wewe soma vitu ambavyo unapenda kusoma hakuna mtu atakujudge hakuna mtu atasema ata, ata ah wewe, sijui uko slow, sijui I don't care. Kuna watu wanasoma vitabu 100 kwa mwaka unaona, kuna watu wanasoma vitabu 200 kwa mwaka, kuna watu wanasoma mpaka vitabu 500 kwa mwaka. It doesn't matter, hao ni wao na pia tunatofautiana. Kwa mfano, kama si ambao tumeanza kusoma ukubwani, tofauti na mtu ambaye ameanza kusoma vitabu labda kuanzia yuko shule ya msingi. Kuna watu wanasoma sisi wakiwa wadogo, kwa hiyo unakuta yeye ana experience kubwa na ana uwezo wa kusoma kwa haraka, kwa sababu ni kitu ambacho amekifanya kwa miaka mingi. Kwa hiyo ukitaka kushindana naye utapoteza kile kitu ambacho unataka kufanya, utapoteza focus. Kwa hiyo just focus on yourself, fanya kile ambacho unakipenda. Hakuna mashindano, hakuna mtu anayekujudge. Yeah, na vile vile ningependa kuzungumzia kwamba kuna um, when it comes to books kuna types za books kuna kategori kubwa mbili. Kuna kategori moja ya inaitwa fiction na kategori nyingine inaitwa non fiction. Hii kategori ya fiction inahusu vitabu ambavyo vina story za kubuni, story ambazo sio halisi. Kwa mfano, kuna hizi novels, inaweza kawa ni ya mapenzi, inaweza kawa ni ya kijasusi, inaweza kawa kitu chochote kile, lakini story hiyo ni ya kubuni, sio halisi ndio ina fall under hii category ya fiction kwao. Kuna science fiction, kuna hizo kama nilivyosema novels na nini zote zipo huko. Uh, upande category ya pili ni ya non fiction. Hii inadili na story ambazo story ambazo ni ni halisi story ambazo ni za kweli. Hapo ndo tunapata biographies tunapata autobiographies. Hapo ndo tunapata um, kuna hizi self uh, self-help books E vitabu kwa ajili ku, ku, ya kuboresha ku, maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo kuna kategoria hizo mbili na wewe ndio utachagua kwamba kipi kinakuvutia zaidi. Unaweza ukawa unasoma vitabu kutoka kwenye kategoria zote. Mimi nasoma kutoka kwenye kategoria zote. Nasoma kwenye non fiction lakini pia nasoma kwenye fiction. Uh, um, kwenye, kwenye non fiction pia sija mention kuna hizi motivational books, ndio hizo self help books na na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilivyokuwa naanza kusoma nikaanza okay, kusoma, kwa sababu mimi nimechelewa kusoma, ngoja nisome non-fiction books, kwa sababu kwa nini naanza kusoma stories uh, zina maana yoyote? Halafu naangalia sana movie, kwa hiyo stories tazipata kwenye movie but I was wrong, kwa sababu kutokana na na maendeleo ya science na teknolojia, kuna siku hizo unaweza wakaskan ubongo wa binadamu kwa hiyo wanasayansi walikuwa wanaangalia sana sana, wanachoweza kusoma so far ni zile activities ambazo zinatokea kwenye ubongo wa binadamu. Kwa hiyo wamegundua kwamba activities nyingi zinatokea kwenye ubongo wa binadamu pale unapokuwa unasoma fiction books, hivi vitabu ambavyo vya stories za kubuni, stories zisizo halisi. Na anasema unapokuwa unasoma vile vitabu sio tu kwamba unasoma, unakuwa una, una ni kama una experience uhalisia wa, wa kilichoandikwa mle, umeelewa? yani ile story inakushika to the, to the point kwamba ubongo unafikiria kwamba hiyo, yani kwamba uko kwenye ule ulimwengu kiukweli, ukweli kweli, umeona. Na hiyo inakufanya ina, ina, ina wewe inakusaidia wewe kusympathize na kusaidia wewe kuempathize na watu wengine. Kwa hiyo reading hizi non hizi fiction books inakusaidia wewe hata kusocialize na watu wengine, kwa sababu unaweza ukaangalia maisha kutoka kwenye lens ya watu wengine, unaweza ukaangalia maisha kutoka, unaweza ukavaa viatu vya watu wengine ukaona oo oh, kumbe, kwa mfano alisema wewe ni mwanaume huko Dar es Salaam unaishi, lakini ni ngumu kujua perspective ya mwanamke ambaye yuko Shinyanga ambaye, uh, anaishi na ulemavu e, uh, ambaye jamii imemtenga, labda vitu kama hivi. Lakini kupitia vitabu hivi vya story, kama kama mwandishi ataweza kucapture vizuri, akamtengeneza character na namna hiyo unakuta kabisa unakuwa na uwezo sasa wa kujua okay, kumbe mtu ambaye yuko kwenye position kama hii anaweza kawa na feel hivi, kwa sababu vitabu vina vinatoa vinakuonyesha mpaka feelings da hao character wanajisikiaje, umeona? Kwa hiyo inakusaidia wewe, next time ukiona mtu yuko kwenye kwenye hali kama hiyo, unaona okay, huyu mtu anaweza kawa anapitia moja, mbili, tatu, nne, lakini hivyo vitu vyote umevitoa kwenye kitabu ambacho ni cha story ya kufikirika tu eh na mwisho wa siku hata hizi stori za kufikirika au za kubuni pia pia zinatoka kwenye maisha halisi. Kwa hiyo ni almost vile vile kwamba unasoma tu uhalisia. Kwa hiyo ya uh, wanasayansi wanasema kusoma na kusoma fiction books kuna kuna kuna faida nyingi zaidi kuliko hata kusoma hizi non fiction books. Kwa hiyo pale pale tena tunarudi kwenye filosofia yetu, balance. Una balance, unaweza ukasoma novels, baadaye ukasoma biography, baadaye ukasoma autobiography. Kwa hiyo um, yeah, unaweza ukafanya kila kitu, unaweza ukafanya vyote ambavyo unataka kufanya. Hakuna, uh, hakuna limit, hakuna kusema kwamba wewe uko timu hii uwezi kuja timu hii no. Unaweza ukasoma vitabu vyote, na yeah, nafikiri ndo ndo ndo option nzuri zaidi kuwepo kwenye kwenye both worlds. Um, yeah so, so far nafikiri, na, natumaini yule mtu ambaye aliniambia uh, ata atakuwa amepata idea ya namna ambavyo wanaweza wakaanza kusoma na uh, namna ambavyo wanaweza kuwa committed kwenye kusoma uh, na namna ambavyo wanaweza um, akashawishi wengine pia kusoma au sio. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya, ya pili ya Wanangu Podcast. Mi ni host wako yule yule Goodluck like Joseph aka Manny Joseph formally known as the rap addict, na nachokuomba tu sasa hivi uweze kushare hiyo link ya group na wana ambao unajua wanaweza un wakapenda content kama hii ili tuweze uh, kukuza hii community yetu ambayo tunaitengeneza hapa, tuweze kushare vitu vingi zaidi, kwa sababu niko na vision na na hii na podcast, huko mbele tunaweza tukaenda mpaka kwenye kwenye fomu ya video, lakini so far lazima tuwe tuna, tuna, tuna, tuna, tuna fan base ambayo inaeleweka kidogo, kutoka kwenye stage hii kuhamia kwenye, kwenye stage nyingine ili hey, hata next time tukisema kwamba bwana, sasa kwa hivi tuko YouTube hivi na hivi, unajua kabisa kuna watu ambao wanakuja na wana support ambao walikuwepo since day one. Yeah, kwa hiyo please please please share this link, na kama una maoni yoyote ambayo unataka kutoa, ambao unaweza kutoa share with us, tuta make sure kwamba tuna tunayatekeleza. au sio? Peace. <tune>

rahisi nalindwa na nguvu ya mashabiki, nalindwa na dua za mama yangu kuliko wote naekamumba binadamu dunia na vitu vyote, sina nguvu ka Obama ila na macho natizama, wanapita ndio maana hawapendi kila lama sijaieita <coughs> kid gallows you and your fellows wa Kongo wende na muda and we bish back gallows mengi mnaongea ya fanani nikitokea mnashindana nikiwa shinda mnasema naonea kila siku magazetini mbaya mimi mbaya mimi siku ya mwisho Tanzania na nitunuku tuzo mimi still niko hood la familia ila la African soldier black skin ni nongala zari harina mentari mentari ndo ana zari Mungu mkubwa kanipa mimi nashukuru sikosi ugali kuandika mistari mimi kazi jukwani mimi mtoto rafiki yao mimi na wewe shabiki wangu mimi Kipi nilichofanya mpaka mwenzangu unanikana, chako mchoyo vipi, chakwangu kwangu tunagombana, off my shoulder amri sio olda, waoga oh, cheki mnalewa toka solda atapita. yeah, yeah. hey,